Mlango wa kumi na tano. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni e Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli wala hawana kuhani afundishaye wala hawana torati. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Hata na zamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu yao wote wakaao katika nchi. Wakavunjikavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Nanyi jipeni nguvu wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yani, unabii wa mwana wa Odedi nabii, na akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benyamini, na katika miji aliyoitoa milimani mwa Efraimu, akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwako mbele ya ukumbi wa Bwana. Akakusanya Yuda wote na Benyamini na hawa wageni waliokaa kwao wa Efraimu na wa Manase na wa Simeoni wa kwa kuwa walimwangukia wengi katika Israeli walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa tatu katika mwaka wa kumi na tano wa kumiliki kwake Asa wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizozileta dhabihu za ng'ombe mia saba na kondoo elfu saba wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu. Na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao Naye Bwana akawastarehesha pande zote. Hata na Maaka mamaye Asa mfalme akamwondolea daraja yake asiwe malkia, kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera. Basi Asa akaikatakata sanamu yake, akaiponda, akaiteketeza penye kijito cha Kidroni. Lakini mahali pa juu hapakuondolewa katika Israeli, ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote. Akavileta nyumbani mwa Mungu vitu alivyovitakasa babaye na vile alivyovitakasa mwenyewe, fedha na dhahabu na vyombo. Wala hapakuwa na vita tena hata mwaka wa thelathini na tano wa kutawala kwake Asa.